Kim Media. Kuna taarifa ilitolewa na mwenyekiti wa kitongoji hiki kwamba kuna shimo ambalo kimsingi ni hatarishi, linaweza likasababisha maafa hata ya watu. Kama mnavyoweza kuona hii ki stretch inavyoonekana hapa, na hapa niliposimama ndo ambapo palisemekana pana shimo ambalo ni kubwa sana. Kimsingi mnaweza mkashuhudia hata nyewe wenyewe kuangalia palipo na shimo kubwa, panaweza pakawa panafanana namna hii. Lakini hatua ya kwanza sisi tumefika kuja kuangalia kuwatoa hofu wananchi. Kuna mkandarasi anaitwa Samota Company Limited ambaye anafanya maeneo mbalimbali ya kuendelea kuziba maeneo kama haya. Mara nyingi tumekuwa tukishirikiana na uongozi wa wilaya, hasa anapotokea maeneo yenye hatarishi kabla hata ya taarifa zozote ambazo mtu anaweza akazitoa kadiri anavyofikiria yeye, lakini hali ni kama mnavyoiona kuanzia huku na hapa niliposimama, ndo panasemekana palikuwa na shimo, lakini kwa vipimo ilikuwa ni ile wearing course imebanduka na ni kama sentimita tano kwenda chini. Kwa hiyo na, na niwatoe hofu watumiaji wa barabara hii kwamba wanaweza wakaingiwa na hofu kwamba kuna mahala fulani wanaweza wakajikuta wanapoteza maisha. Barabara hii kipande hiki cha cha kutoka Igunga mpaka e, i, pale Bulia Ng'ombe, maana Bulia Ng'ombe ndo kuna tatizo, kuna viraka vingi sana, ile eneo imesha feli. Na mkandasi huyu anakuja kufumua kuanzia tabaka la chini G3 mpaka kufikia kwenye topu hapo. Mkandasi ameshaelekezwa akuangue maeneo yale, kwa hiyo tunaomba kutoa tu wito kwa wananchi na watumiaji wote kwamba serikali makini iko kazini na itahakikisha watu wanatumia barabara zao wakiwa katika usalama. Ingawa sasa hivi hata madereva nao wana changamoto zao, ambazo akiangusha gari kwa changamoto nyingine, basi yeye anachoangalia maeneo aliyopata ajali, kama basi kuna shimo, yeye atasema kisababishi ni shimo, lakini ajali na visababishi vingi, ikiwa ni pamoja na mechanical problem kutumia virevi kupita kiasi. Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo ambavyo vimejitokeza. Serikali yangu mimi kwa sasa naishukuru kwa sababu wananchi wangu au magari ambayo wanapita kwenye hii barabara, usalama wamepatikana, kwa sababu kilio chetu ambacho tunakizungumzia na kinatekelezwa. Magari hapa wanapiga hili bamsi, yanaanguka lakini, kwa sasa kwa sababu utekelezaji umeshaanza kufanyika na wameahidi kufikia kesho watakuwa wameziba kutumia lami Unaona, kuanzia leo barabara ya kutoka Igogo kwenda bulia ng'ombe, tumemaliza wasiwasi. Barabara imetengemaa, serikali imekuja na tayari kila kitu kipo sawa e, na kwa wale ambao walikuwa wanahofia pengine gari zinaweza zikaanguka, lakini kwa sasa mambo ni mazuri kwa sababu barabara imetengemaa. Wameendelea na utaratibu wa kutengeneza hii barabara mpaka sasa hivi. Barabara za hivi yuko vizuri sana. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.